Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo za kutekwa. Watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Khadija Jimmy Murijo, huyu ana umri wa miaka 39, kabila ni Mpare ambaye ni mke wa Emmanuel Peter Mchali. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Hussein Swalehe mwenye umri wa miaka 48, huyu ni Mnyamwezi na mkulima. Mtuhumiwa wa tatu anayeshikiliwa ni Vitus Joseph ana miaka 34 mkulima na mua. Watuhumiwa hawa watatu kwa pamoja walishirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Khadija Jimmy Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani, na lengo lao ni kujipatia fedha. Walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Khadija Jimmy Murijo na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi milioni moja laki tatu themanini na tano elfu na mia nane ambazo zilitumwa kwenye simu ya Adija. Awali walieleza kwamba Adija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Akiemba, tarafa ya Ulyankulu, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtumio huyu alikuwa amekwenda wilaya ya, ya, ya Urambo, katika kijiji cha Vumilia na watumio walikamatwa, na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya ya Kaliua. Tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi na utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Natoa onyo kwa watu wenye tabia za kutengeneza uongo waache. Uchunguzi unafanyika kitaalamu, tunao wapelelezi wabobevu kwenye eneo hili, na pale ambapo itabainika kwamba taarifa ambazo zimetolewa hazina ukweli tutahakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Peter Mchali, apigiwa simu nikapokea, akaniambia mimi nimetekwa. We umetekwa? E, wapi ulipo? Kasema huko niliko, sijui niko kwenye jumba ambalo limepigwa bati, halija limeezekwa tu, halija wekewa milango wala madirisha, mm. Tunataka utume hela milioni mbili. Kaambia milioni mbili za nini? Au unataka tufanye show? Ile swali lile nikaona mm, hawa kweli inawezekana ni wateka hasa, kwa sababu ana na mtoto wangu anaye kule. Mimi ilibidi nikamwambia nipeni muda, wakaniambia tunakupa dakika nne. Nilichokifanya nikaenda polisi kwenda kutoa taarifa, jamani, kuna tukio hili limetokea, kuna mtu fulani ametekwa. <coughs> hasa mzee, hebu nenda kalale, haya maswala yanatakiwa masaa ishirini na nne. Mimi nikarudi kulala, lakini wakati huo simu zinaendelea kupigwa kwamba tunahitaji hela tunahitaji hela. Kufika tarehe moja ilikuwa siku ya jumamosi sijui, nikamwona bwana mmoja hivi anaitwa Maruru kaa tume, amekopa hela sehemu laki tano, na mi nikatafuta laki tano Jumapili asubuhi zikatumwa hizo laki tano jioni, katumwa laki tano ndio ikawa milioni. Hicho ndio ninachokifahamu. Eh, mimi naishi naye kama mzazi mwenzangu, yani natunza kitoto kile alichonacho, sio kwamba naishi kama mke. Yani mimi nashinda kwangu, siku nikiona naenda naenda pale napeleka huduma. Kilichofuata ni kuruhusiwa kule, kule kurudi. Eh, akarudi nyumbani, watoto wake wakanipigia simu, baba, mama karudi. Kaambia haya, nitakuja kumuona kesho. Siku hiyo, siku iliyofuata ambayo ndio ilikuwa Jumatatu asubuhi, nilienda kwake pale, kaenda kumjulia hali tukiwa na bwana mmoja anaitwa Dula. Kaenda pale tukamjulia hali tukakuta kwa kweli si hali, sio nzuri, ana sheki. Sasa siwezi kujua kama kule kusheki ni kuigiza au vipi, mimi sijui. Basi tukamjulia hali, baadaye si tukatoka, aliniambia kwamba alikuwa anapigwa mabanzi na ku, kwamba kula alikuwa hali naona, alafu akiambiwa naomba maji analetewa mikojo. Ndiyo maelezo aliyokuwa ananieleza. Yani ushiriki wangu ni kama kawaida, kodi ya nyumba nalipa, bili ya umeme nalipa, bili ya maji nalipa e, na matumizi anapewa. Zaidi ya hapo, labda kwa na lingine hasa. Siku hiyo tu mimi nilishtukia kwamba simu imepigwa imepigwa kwake akaniambia, mwenzangu, mimi tunaitwa kwa mkoa mkoa. Nikamwambia, ah, twende. Nikamleta mpaka hapa e, akaeleza mwanzo mwisho, ndio akamuuliza kwamba unaweza kutupeleka kwenye eneo la tukio na ukatu ukatu, ukatuonyesha? Akasema, nitawapeleka pale waliponiachia waliponiterekezea, yani kwamba mimi nakuleta hapa sasa, nakufungua fuata njia hii utakutana na barabara pale, ndo alipotupeleka. Akawa ameniuliza hivi, kesho vipi, utakuwepo nyumbani? Nikamwambia nitakuwepo, kwani vipi? Akaniambia wifi yangu, nimekumisi, nataka nje nikusalimie. Nikasema sawa, wifi yangu, karibu. Nimeona wifi yangu kafika, tukapokeana vizuri. Baada ya kuwa amefika, nikakaa kwenye kochi. Baada ya kuwa nimekaa, akaniambia, wifi, mimi nimekuja bwana, shida kubwa ni mzazi mwenzangu, babake baba ake na kakatoto, sababu alikuja na katoto kana takriban miaka mitatu kuelekea minne kakike Akaambia babake na huyu mtoto bwana mimi ananizingua sana kwenye maisha. Nina takriban miaka minane na ishi naye, lakini hajanifanyia chochote kile kwenye maisha yangu. Sasa mimi nataka nitengeneze hii issue nipate hela kwa sababu mume wangu ana hela, maana ni mstaafu wa jeshi, ni mwanajeshi alikuwa hapo Tabora kaisha staafu, sasa ana hela. Aa, mwakajana tu tumeenda Dar es Salaam tumechukua hela zaidi ya milioni thelathini. Lakini hajanifanyia chochote kitu kwenye maisha yangu. Sasa mimi nikaona hapa nifanyeje? Kila nikimwambia anachonijali sana ni kwenye huduma ya kodi ya nyumba bili ya umeme labda nakula lakini kwa mengine wala hata hanijali yaani kama tampata mkaka mwenye uwezo wa kusema ambaye hawezi kuteteleka kwenye simu ampige mkwala huyo mbaba kwa sababu huyo mbaba anamfahamu ni mzaifu kwangu ananipenda na anapenda mtoto wake hatakubali niangamie ni lazima hela atatuma nikamza ehe unataka utumia shilingi ngapi akasema mimi nikitumia milioni mbili kesi imeisha, mi naondoka. Nikamwambia wifi, milioni mbili yote mtu kanaweza aka kutumia kama ndo mewa, kwa sababu nina uhakika zipo, ndo maana anasema milioni mbili Bahati nzuri imefika kijiweni, kuna mkaka anafamiliana naye waga nanita ma mdogo, nikamwita. Anaitwa Vitus siuyo kaka. Nikamwambia Vitus, nakuomba nyumbani kwangu, nina shida kweli. Ule kaka akaingia ndani. Baada ya kuingia ndani, yule kaka mida tunakula, nikamuuliza wifi, vipi ratiba zako zimekaeja? Akaniambia ziko zinatiki. Kaka kakubali, kasema atanisaidia kupiga mkwaa. Nikamwambia mmm, haya sawa. Nimerudi kwenye mishemishe zangu, yapata kitu kama kwenye saa tisa saa kumi hivi wifi akaniambia, hivi wifi, muamala umesoma? Nikamwambia niambie wifi yangu, umesomaje? nimetumiwa laki tano umetumiwa laki tano na kaka ambaye ndo baba Neema ambaye ndo mzazi mwenzie, akaniambia kanitumia laki tano Nikasema sawa, haina shida. Tumemaliza kula, wifi yangu ananiambiaje, wifi muamala wa pili umesoma, imetumwa laki tano nyingine. Nikamwambia, hivi wifi yangu, kwa mimi binafsi, kwa sababu ulikuja kwa niaba ya kutafuta tu hela, ili upate hela ya maisha, kwamba mume wako anakusumbua, hiyo milioni moja mimi naona kama vile inatosha. Chukua hiyo milioni moja yako, akafanya mambo yako, maisha mengine yaendelee. Akasema, kweli wifi, mimi mwenyewe saa hizi nafanyaje, naondoka. Nikamwambia sawa.